Tunao furaha kubwa sana eh, kwa ushindi ambao tumeupata hii leo. Tumestahili kupata ushindi huu kutokana na ubora tuliokuwa nao na mipango ya kimbinu ambayo Mwalimu Fadlu waliingia nao, lakini ubora wa wachezaji wetu waliokuja nao katika mchezo huu wa leo. Mchezo huu wa leo ndio mchezo ambao pengine Simba tumecheza kwa ubora kwa dakika zote tisini ni mchezo ambao haukuwa na kipengele hata kidogo, na wachezaji wetu wamecheza kwa kujitoa, kujituma, na hatimaye tumepata ushindi ambao sisi Simba Sports Club tunayo furaha nayo. Tulihitaji kupata ushindi hileo ili kuwakumbusha Dodoma Jiji ya kwamba sisi ni bora dhidi yao. Sisi ni wakubwa sana kwao, sisi ni timu kubwa kuliko wao mara elfu kumi milioni mia mbili kwa hiyo ni ushindi ambao tuliuhitaji katika mechi ya kwanza, baada ya kuwafunga pale Dodoma bao moja kwa bila nyumbani kwao. Wakalalamika sana tumewaonea, sasa tukasema hakuna shida kama tumewaonea tutakutana kwenye mechi nyingine tuwafunge vizuri ili mridhike ya kwamba sisi ni timu bora. Sisi hatupendi kudharauliwa na hatupendi mtu atu atu atu atuchukulie poa tunapopata ushindi wetu kwa kuwa waliuchukulia poa ushindi wetu pale Jamhuri Dodoma, raundi ya kwanza, wakahisi ya kwamba wanatumudu wanatuweza. Tukasema hakuna shida, nitakuja tu. Leo tumemkanga bao sita kwa bila, tunao furaha kubwa, na wana kila sababu kusema kweli leo kumshukuru goli kipa wao, vinginevyo walikuwa wanakula goli kumi. Tulikuwa tumewaandalia dozi kubwa mno. Leo hatukuwa na huruma hata kidogo. Leo baya ubwela ulikuwa haina mfungo kwao, tungeweza kuwafanya kitu mbaya mno. Tumewagonga bao sita, we are very happy. Ni kiwango cha elimu panzu, ya kusema kweli elimu panzu. Ah, yule kijana anajua mpira vibaya volcano. Volcano ni mchezaji wa kiwango cha hali ya juu sana sana. Tazama namna ambavyo wanachukua mali anawafuata mabeki, anawapunguza. Ni mchezaji ambaye anaweza kutokea kushoto, kulia, katikati, ana uwezo wa kupiga kutoka mbali, ana uwezo wa kutoa pasi iliyonyooka. Ni mchezaji aliyekamilika mno. Ni mchezaji mwenye kiwango cha hali ya juu mno. Ni mchezaji kusema kweli, ataibeba Simba pakubwa sana. Kwanza umri wake bado ni mdogo, lakini vile vile ni mchezaji anayecheza kwa malengo na kujituma. Hasa hasa hii inaonyesha dhahiri shahiri ni kwa namna gani viongozi wetu walikuwa sahihi kupambana Kumchukua Mpanzo tayari, Mpanzo alikuwa ameshafika Ulaya, lakini tukatumia fedha nyingi kumrudisha Afrika na hatimaye akajiunga na Simba Sports Club yale amba na hapa niwaambieni tu ndugu zangu, bado ubora wa elimu Mpanzo hajaanza kuuonyesha, ndiyo kwanza anajitafuta, yuko asilimia arobaini na tano akisha kaa, msishtuke usigune bado, bado, bado akisha kaa sawasawa, elimu Mpanzo kuna timu itagoma kuingia kipindi cha pili nawaambia kuna kuna timu kipindi cha pili itagoma. Denis hajafunga tangu kuanza kwa ligi msimu huu, na sisi tulishasema hatuna presha wala hatundai kibu magoli yoyote, kwa sababu kazi kwanza anayoifanya ni kubwa, lakini kazi anayofanya kwenye michuano ya kimataifa ni kubwa zaidi, na kazi yake ya msingi kibu tulimpa ya kuipeleka Simba kwenye michuano ya Afrika anaifanya vizuri kwenye ligi huku tukawaambia, cheza kwa kiwango chako, cheza kwa kupasia wenzio, wala usiwe na pressure ukipata nafasi ya kufunga wewe funga, sisi wala hatukudai chochote. Leo ukapata nafasi ya kufunga mabao mawili, amefunga mabao mawili, amekuwa e, nyota wa mchezo. Tunayo furaha kwake kwa sababu ame ame ame, ame, ame, ame, ame, ame aewa, aewa, a, ama amejitakasa amepata ame, ame, ame, ame, upako, umesema neno uzuri amepata amepata upako na ataendelea kufunga sana. Ni kweli alienda kwa Mombasa sijui Oh. Mm, unahesabu -hmm. vizuri. Ana magoli mangapi? Jean Charles mm -hmm. Ahoua ana magoli kumi na mbili. MVP ana, ana, ana, ana, ana didi, anazidi ku, ku, ku, kudhihirisha ubora wake na ataendelea kufunga sana, kwa sababu Jean Charles Ahoua anaweza asiwe mchezaji hatari kwenye macho yako, lakini anapokuwa kwenye, kwenye mstari wa kumi na nane Yaani Shale Ahua yani, anaweza akafanya kitu kibaya sana mpaka wenyewe mkashangaa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni hatari kwenye, kwenye, kwenye umaliziaji na ataendelea kufunga sana, yaani hayo magoli kumi na mbili aliyokuwa nayo kwa mechi zilizobaki, nadhani ni mechi nane, ataendelea kufunga sana. Wanasababisha penalty nyingi sana, eh na <laughs> wenyewe wanakosa penalti wanakosa penalti bane, wanak... e. Amenikumbusha goli mna kufuturu eh, <laughs> naomba maji baba, nishtue kidogo, amenikumbusha goli la mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama <laughs> kwenye mechi dhidi ya Nkana Red Devils, alipewa pasi na Hassan Dilunga HD, akapiga kisikini. Goli la Steven Desemupala limenikumbusha nyakati hizo, alifunga vilevile mwamba wa Usaka Clatous Tota Chama wa lakini, hapo lakini hapo Ahmed Ally wakati tunamkumbuka eh, uh, Triple C Inasemekana lakini mimi mwenyewe sina uhakika, inasemekana kwamba upande wa pili kule ana furaha, inawezekana kwamba nyumbani akataka kurudi. Haya ni ya kweli mambo ya furaha za watu, mi sijui. Atakukona kwenye ftari ftari gani? Mwaliko ulipewa, semaji niliouliza Mabaunsa wenu wapo, wakanaambia wapo, nikasema si mabaunsa <laughs> <laughs> yeah, wao hawana ustaarabu eh? ah. Muda umefika kweli baba? Mbona za moto? lako lina jiko? Semaji hebu naomba kimoja hapo. Hapana. Mtakula kwenu eh? Unaisikilizia naona? Nataka nene na mbuzi wetu wale wakakataa. Ni dhahiri kabisa kuna wambuzi wa kwenye wao ndio wamewaona babaala hmm. <mulikati> kwa, kwa kiwango chake infanya Duchu ni mchezaji ambaye kiwango chake hakijawahi kushuka. Bahati nzuri nafasi anayocheza yuko Shomari Kapo. Lakini pamoja na yote hayo sio mtu wa kujikatia tamaa, ni mchezaji ambaye anaamini muda ukifika atapata nafasi na atacheza. Lakini katika mechi anazopata nafasi kucheza, vile vile Duchu anaonyesha uwezo mkubwa, na hii ni salamu kwa wachezaji wote. Hata kama haupati nafasi, unatakiwa uendelee kupush, unatakiwa uendelee kujitunza, ili siku ukipewa nafasi uoneshe ulicho nacho. Kuna wengine akiwa hapati nafasi, anaanza yule anacheza niwezi, matokeo yake anasahau kujibidiisha, kuongeza ubora wake, hata siku akipewa nafasi anashindwa kuonesha uwezo wake. kwa Duchu ni somo zuri sana kwa wachezaji ambao hawapati nafasi. kila siku anaendelea kuposhi, mazoezi ni on time, yuko pale na akipewa nafasi anaonesha uwezo wake. Semaji, malizia hii swala la mwisho kabisa kwa performance ya leo, goli sita kuelekea kwenye dabi. Neno lako. Dabi ipi tena? Yeah. tena. dabi imesha, au ya Simba Queens na na Princess. No, Simba. Simba yuk... na Yanga Princess. Dabi. Simba Simba na na Yanga. Yanga. Wewe, tusubiri tarehe yake Ahmed ifike <laughs>